Nilikuwa na mienda through tao, mvua ilikuwa na magika, ni kama skies zilikuwa zimeamua ku throw tantrums. Seriously though, radahe mvua ilikuwa gani, but Reno shine, ilikuwa lazima tupatane na samiro. Ilikuwa na randevu fulani naye, Chef Eastlando alikuwa ametu invite lunch, so nilikuwa nimehold tu na mngoja, alafu akatokea with this trademark funny walk <todicum> The last time tulikuwa pamoja ilikuwa kwa, kwa keja ya gwede. Hanging out with Samiro is always a pleasure. Jamaa huwa vibes mbaya, conversations ili flow faster than a river in flood season. Naturally, bantatabonliowatop on the agenda iyo wajamuatim fulani ya ufala mid-table na mi wa wafenali despite kuwa nyarosha tano mtungi, still had the nerve to bash my team. Samiro, utazidi kukaza kunyi kila time fenali na chef. Fast forward na tulikuwa tumefika to what I call the shooting house of the masked chef. This guy's real identity aehisdeniy is a bigger mystery than the content of a Kardashian prenup. And no hata sisi hatujaona sura yake, so usiulize. But hey jamani, wiza datari kwa kitchen kalinari magician mdialala, tulimpata kituandalia mazigizaga na kunispicha po the more they marry right, the merrier right, tulidungia shigwana nbegda to join the party, chumbo kebea mutu kwa semkebea chukwa Yeah, yeah. <laughs> Yeah, Ume, uko, uko minutes later alikuwa njiani anamuoka. In the meantime, the rest of us were slinging jokes and bossing content ideas tukingoja Chef Arona tuandalie feast. Kidogo kidogo gwethi akatokea jo, ile senke yake fresh from his usual errands. Unakumukele video yangu na yeye tukitraverse jiji tukipush match. Yeah, that was us. Tulikuwa tuna pedal match kushinda pedi. Ingia kwa timeline yangu chekio video kaujaicheki, kombia gwethe na samiro ni ngori. The tales never end. Jokes zina flow kama maji ya tap. The laughter is contagious. <laughs> <laughs> Haiku take long kabla shigwana fike, ilienda kumchukua ndio ni mlete kwa jake She brought a trademark energy. Keja ilikuwa full house na jeshi ya east. The Eastlands connection made it all gel seamlessly. Vibes zilikuwa electric like a party in the heart of Eastlands. Alafu finally ile time tulikuwa tunangoje ikafika. Oya jangu, hebu ambia watu vile tulidimbua

kuna yangu kama chef li na kila mtu wakalia, chef ni no wa Eastlando. Chef ni wa wapi? Chef ni no wa Eastlando, chef ni no wa Eastlando, chef ni wa East <laughs> chef ni wa <laughs> oh, chef no Eastlando, ya party in the Eastlando na chef ni no wa Eastlando. Alo usawu kumbuka, alo chakula ni ya mana kumbuka, asiru chef ni no wa Eastlando.